Dar es Salaam Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa sana tunakushukuru. Hii ni heshima kubwa sana kwa mkoa wetu na heshima kubwa kwa wazee wa Dar es Salaam. Heshima hii imekuwa wakipewa wazee wa, waze wa Dar es Salaam mara kadhaa na viongozi wetu waasisi waliotangulia, na wewe umekuwa unaiendeleza, na hii ni mara ya pili tunapata fursa hii. Tunakushukuru sana, sisi tutaienzi heshima na tunakuahidi kwamba Dar es Salaam iko salama, kama wazee unavyoona wako salama. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunaungana na familia kubwa ya Watanzania kukupongeza kwa ushindi mkubwa ulioupata katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi huu huu unaonyesha imani kubwa walionayo Watanzania kwako Mheshimiwa Rais na kudhihirisha kwamba wewe ni kiongozi mahili Ma, na makini. Ongera sana Mheshimiwa Rais, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya, nguvu, baraka na hikma katika kutekeleza majukumu yako uliyonayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea kadhia hii imetususha sana na kutufadhaisha, kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika. Miundo mbinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa kiasi kwamba ikafika mzee Mbonde akitaka kutoka Mbagara kuja mjini inakuwa tatizo, lakini ilikuwa ni neema kubwa baada ya mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli, imetufadhaisha wote, tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapowastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba uliichukia ulichu, kadhia hii kwa uzito mkubwa, na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na, serikali, na ya serikali pale ulipozindua bunge, bunge letu tukufu. Uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa letu. Ukweli ni wakumbushe nchi hii, wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza, kuna mengi yaliyotokea. Wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa huwezi kutoka mahali moja kwenda kwingine, ili mradi una kichwa, lazima ulipe kodi ya kichwa. Ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyoingia barabarani ali shika panga. Mwalimu Nyerere aliongeza mazungumzo ushi, tukapata uhuru. Sasa leo kuliko kulikoni? Sisi mzee kwa upande wetu tunashangaa, tulashangaa. Mwenyezi Mungu ataleta heri yake. Tunakushukuru kwamba baadhi ya hatua hizo ulizochukua ni kuunda tume ya uchunguzi.